Karibu tuangazie nyota ya ng'ombe zidi ya nyota ya mshale. Ng'ombe anapokutana na mshale, uzito wa udongo zidi ya moto wa uhuru. Awali ya yote, ni kuombe usabuskraibu na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Ng'ombe na mshale ni nyota mbili zenye nguvu tofauti kabisa. Ng'ombe anatoka kwenye asili ya udongo mvivu wa kuhamasika, lakini mwepesi wa kujitolea. Mshale ni mwenye asili ya moto, mchangamfu, msafiri wa maisha anayependa uhuru na mabadiliko. Wakiwa pamoja, huu ni muunganiko wa uhakika zidi ya uhuru, subira zidi ya msisimko, utaratibu zidi ya ujanja wa akili. Hebu tuone jinsi wanavyoshindana au kushirikiana katika kila kipengele. Tuangazie katika mapenzi. Ng'ombe anapenda mapenzi yenye msingi uthabiti na mazoea. Yeye ni wazawadi kugusa chakula kizuri na maisha ya kimapenzi ya utaratibu. Mshale ni wa msisimko wa kimahaba, anapenda mapenzi yanayohusisha furaha, adventure na uhuru binafsi. Wakiwa pamoja, Ng'ombe hutoa utulivu na uaminifu, Mshale huleta furaha, ucheshi na kupendezesha moyo wa Ng'ombe aliye mzito. Changamoto. Ng'ombe anaweza kuona mshale kama mzembe wa kihisia asiyetulizwa. Mshale anaweza kuhisi ng'ombe anambana mno au kumzuia. Mahaba yao yanahitaji maelewano ya kina ili kudumu. Bila hivyo, mmoja anakimbia, mwingine anavunjika moyo. Tuangazie katika kazi na biashara. Ng'ombe ni mfuatiliaji, anapenda ratiba, hatua kwa hatua mshale ni mbunifu wa maono makubwa lakini si wa kupanga kwa undani. Wakiwa kazini, ng'ombe anaweza kuwa mtendaji mkuu anayesimamia utekelezaji, mshale anaweza kuwa mtoa mawazo makubwa, mikakati ya kipekee au muuzaji wa ndoto. Changamoto: mshale anaweza kuchoka na ratiba za ng'ombe, ng'ombe anaweza kuona mshale kama asiye na umakini au wajali kazi. Wanaweza kuunda timu bora kama kila mmoja atathamini uwezo wa mwenzake. Tuangazie katika afya na maisha. Ng'ombe hupenda utulivu wa nyumbani, mapishi mazuri na kuishi maisha ya kimya kimya na starehe. Mshale ni msafiri, mpenzi wa kujifunza mambo mapya, kucheka na kutembea. Wanaposhirikiana, wanaweza kubalansi, mmoja akaleta raha ya nyumbani, mwingine burudani ya nje wanaweza kujifunza kuheshimu mitindo tofauti ya maisha. Changamoto: Mshale anaweza kuchoka akiwa ndani kwa muda mrefu, na Ng'ombe Ng'ombe anaweza kuchoka na msukumo wa kila mara wa kubadilisha mazingira. Hufanikiwa pale wanapoweka mipaka na muda wa kila mmoja kwa uhuru wake. Tuangazie tabia na changamoto. Ng'ombe ni mwenye subira, mtulivu, mvivu wa haraka, lakini mwaminifu. Mshale ni mwepesi wa mawazo asiye na woga anayependa kujua na kuchunguza. Tabia zao nzuri: ng'ombe humfundisha mshale umuhimu wa kusimama na kutafakari. Mshale humfundisha ng'ombe kuchangamka, kutabasamu na kujaribu mambo mapya. Changamoto kuu: mshale anachoka haraka, ng'ombe anavumilia sana. Mtazamo tofauti wa maisha unaweza kuwa chanzo cha kutokuelewana mara kwa mara. Kila mmoja ni mwalimu wa mwenzake ikiwa wanakubali kujifunza. Ng'ombe na mshale wanakutana kama udongo mzito na moto wa adventure. Wakiwa tayari kukubaliana kuwa tofauti ni zawadi, wanaweza kufundishana, kustawisha maisha yenye ladha mpya kila siku. Lakini kama kila mmoja atasimamia anachotaka tu, basi mshale unaweza kupenya kwenye mioyo yao na kuwaacha wote wakiwa na majeraha. Je, ushawahi kuwa kwenye uhusiano kati ya ng'ombe na mshale na je ilikuwaje? Usikose mfululizo wetu wa nyota wa kila muunganiko wa nyota. Bonyeza alama ya subscribe ili nyota zijazo zisikupite hata siku moja. Huo ndio uchambuzi wa nyota ya ng'ombe zidi ya nyota ya mshale. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.